Sizikwi Nayo, yes, hello yeah. Mambo vipi baba? Uko poa kabisa? Niko poa. Nzula na hukumu hapa ni ndani ya Radio Maisha. Mm -hmm. Ulikuwa umetutumia SMS kwenye Sizikwi Nayo kaka ukasema ungependa kufunguka. Yeah. Sasa zamu ni yako. Ah, kuna nini jamani? Sa mm -hmm. Ta, kitu nataka kusema ni, ni na, o, story ya uh, dem ngine nilikuwa naye. Unasema kwamba hii ni story ya dem ambaye alikuwa likuwa your girlfriend. Eee, 10 years, 10 years ago Yes. Mlikuwa mme date for how long? Ah, ulikuwa na miaka mingapi mingapi? alikuwa 19, 19? Eh? Eh, so, mlikuwa miaka mko campus college? Yeah, mlikuwa ndio mko campus, mmemaliza shule, mlikuwa mnafanya nini? Sasa tulikuwa tulikuwa ndo tumemaliza shule. Oh, okay. okay. ulikuwa umemaliza form 4? eh eh, yeah, form 4. Sasa tulikuwa tulikuwa tumejuana sasa, hapa tukiwa high school, shule yetu tulikuwa mimi. Oh, mlianza oh. kudate mkiwa shule ya yeah. Sasa lakini haikuwa ile serious unajua sana, ndo high school pale, haikuwa kitu serious mm. So in the 3 years mlikuwa hamko serious ama ilifika point mkawa mmekuwa serious sasa? Sasa hapa nimekuambia hapa tumemaliza form 4 sasa. Eh. Eh ndio hapo ilichukua 3 years na hii miaka mitatu uh, ubomozi ulifanyika sana tu e, tulikutana na mambo yalikuwa sawa tu. Ayo, so kitu gani kimetokea? Uh, katika miaka mitatu ya kuchumbiana kitu gani kikatokea? Dadi, hapo hapo wakati tumemaliza mwaka mmoja sasa yeah, nilikuja nikaambiwa na demu nyingine, rafiki yake, kuwa yeye ni lesbian. Uliambiwa kwamba A friend of hers akakwambia kwamba you are girl, you are good girlfriend yupo, hey, yes kwenye yes, mahusiano na, ma, na msichana mwenzake pia hey. Kwani ilikuwaje? Paka kaja kukupatia information ulikuwa umemuuliza? Mm, mimi nilikuwa sijamuuliza lakini, pia na yeye yule demo alikuwa anamtakataka ah, alikuwa anakataka ah, na alikuwa na nia pia hey. Na tena yeye bado ni rafiki ya girlfriend yako Yeah, fikia, sendea, wako, na alikuwa ni rafiki ya girlfriend yangu. Alafu anakuja anakuambia msichana wako yuko na msichana wake. Ya yeah, na hapo nimejua bro, yule demu wangu sawa. Kwa hivyo unagongewa na mwanamke mwenzake. Yeah, yeah, kitu kama hiyo, wow. So alipokuambia hivi, ulimwamini immediately considering yeye mwenyewe alikuwa anakutaka na rafiki ya mpenzi wako ama you took time uka investigate? Sasa <laughs> najua before hata kuje kuniambia, nilikuwa nimeona, nilikuwa nimeona vilana reacts vile nani anareact tu msichana wako okay? Eh, sasa so, mm, so, so, yule sasa yule rafiki ya dem wangu alikuwa ana react aje? Ana react kama ananipenda yani, kama acha eh, au alikuwa ameonyesha yani dalili zote kwamba anakutaka, that is eh, eh, alikuwa anakupa pesa? Alikuwa ananipa pesa. Alikuwa anakutumia picha za utupu? Ya yeah, kitu kama hiyo. Sasa alikuwa ananitumia mmm lakini alikuwa ameniambia, lakini alikuwa ananishana sana so alikuwa anataka wewe uachane na your girlfriend, so uingie kwenye mahusiano na yeye sawa. Sasa hiyo dem wakati nimefika, sasa hiyo dem akakuja, hiyo rafiki sasa, yeah, mm, demu kakuja akaniambia, hiyo dem wangu unajua ni lele sasa. Hivyo ndo nikamwambia, siwezi amini na ninajua hiyo ni eh, timu nyingine anataka kutumia ili kunipata. Ulimwambia kwamba anamwekelea in short. mm. Eh, okay mm -hmm. Sasa ikabidi nimemwambia kama ni ukweli aende pale anilete proof, akulete evidence mm. Mhm. Mm mhm. Mm Hata -hmm. e, mm -hmm. e, mm -hmm. yeah. yeah. na yeye aje dem wangu sasa. Kumbe ilikuwa ni kweli, alikuwa lesbian sasa. Alienda akamkoni vinja mpaka akafanya video na yeye. Wake e. wawili huyu mmoja anafanya. Bro, hebu nikuulize, huu dem ambaye anakutaka ambaye ni hey. mm. rafiki uh, rafiki yake girlfriend, sio mm. ameshawishi wa girlfriend wakaenda wakafanya mapenzi yeah, na aka record video akakuletea eh. yeah. Sasa swali ni mm -hmm. kama na yeye eh, amekubali kulala na msichana mwenzake how uh, then how then anaku convince kwamba ni your girlfriend ambaye uh, ako kwenye huo upande mwingine yet yeye amefanya na yeye how come sasa? Okay, yeye alikuwa alikuwa amerekord hapa mm. Hivyo nyuma, wakiongea anamwambia vile pia yeye ni lele mm. Anaweza akafanya pia, hasa kwa sababu anakuanga na ukaribu. Anamuuliza mbona hujaniambia mm, hujai come, come out hasa e, inakuwaje leo ndio unakuja kuniambia kitu kama hicho mm. so akam convince mpaka wakafanya. E, mpaka wakafanya mpaka wakafanya, akanitumia ile video, ukaletewa video ya action e, nikatumia kabisa nikaiona. So kati yao nani alikuwa na act kama mwanaume <laughs> Asa, with the, with the, oh yeye ndio mbomozi <laughs> <laughs> anabomoa kweli kweli. <laughs> so, ulikuwa ulikuwa kwenye mahusiano na mwanaume mwenzako jamani eh? hapa <laughs> <laughs> <laughs> najua, hata hata hapo ilikuwa ni after mwaka mmoja sasa mm, yeah, ya asi, nimekwambia tunakaa miaka mitatu, yes yes, hata mimi after kujua bado nilipati na ee. uh -huh. Aa, uliendelea kumpenda? Wow, unajua sasa huyu demu yaani hata saa hii nasema ndiye demu peke yake nishaikuwa na ee ee, juu anafanya yaani kila kitu anafanya kama girlfriend kabisa yaani mpaka vitu zingine huwezi fanyiwa na alikuwa anakufanyia nini dadi, hebu hmm. tuweke sawa, tupo nani, asizikwi nayo na. yeah. alikuwa anakufanyia nini yaani, unaona kama ni roman, yupo vizuri, ako tufiti kila kitu, mpaka kitandani pale ako tufiti. Mtoto wa kike alikuwa na ramba mpaka kucha zako za mguu, hai bana, lakini saa sasa how comes uh, kwa sababu baada ya kujua after one year uliendelea naye kwa mahusiano mm, uh, for two mm, two more years. Baada ya kupata evidence uh, yes uh, how uh, ulikuja kuachana naye kivipi? Labda ulimwambia mnaachana kwa msingi gani sasa? Yule hata hakuna majulikani kama ndiye mmwacha, yeah. ama ni mm. Mm. Ile demo ile kwa kidogo na mali sasa, alikuja mimi mwenyewe nilikuja nikaona eh

Eh, hakuna mahali, hakuna mahali, na uliwahi muuliza kile ambacho uliambiwa kumusu? Kuna siku hata moja umemkalisha chini kutaka kutu kujua kama ni kweli kweli kweli, ili hau kweli? Asa, hakuna taimu nilimkalisha chini lakini, najua mimi, nilijua nilijua tu atakataa, obvious atakataa, na mimi niko na evidence, niko na kila kitu mpaka yeye mwenyewe akijiongelesha. So in short haukumuuliza. Yeah, nitamuuliza mimi na huyu aliyetaka mwachane ndio mwingia naye kwenye mahusiano mahusiano. What happened? Uh, after umeachana na your girlfriend uliingia naye kwenye mahusiano na yi, hata after kujua, eh, na angudiri, na na hata hata huyu huyu mwingine mwingine wangu jamani ya eh, eh? Mahusiano yeah, lakini unajua mapenzi ni kupenda bana, kama mmoja ujapenda sasa, mm, wezi lazimisha eh. Alafu mimi niliona mtamfanyia uje mwangu vibaji, sivyo? Mwambia kama anafanyanga ama kama najua anafanyanga, alafu na kuja kumwacha hivyo, naanza ku kuwa na mahusiano na yake. Yeah, exactly exactly, hapo ulifanya vizuri. So 10 years later umefunguka ndani ya Sizikwi nayo, what exactly do you miss ku, ku uh, about your ex girlfriend then? na ye kuna mmisi yani yetu yetu vile ako isipokuwa sasa hua ya tabia yako sasa lakini kila kitu, na you've never moved ah, on. Hujawahi kuwa na relationship ingine? Ah, niko nayo na ndiyo ilifanya sasa ni niachani na ye, lakini bado unakumbuka the old good times. mm. <coughs> Yah, kabisa kabisa. Yaani, you know, inaonekana ye alikuwa fundi kuliko huyu ambaye uko naye muda huu. Ehhe, huyo naye alikuwa alikuwa mwalimu yule. E bana e, e, zile ujuzi uliokota kwake mfundishe huyu akupe sasa hivi, sawa sawa. Hii <coughs> nayo ukazikwa nayo, usizikwe nayo. Nzula Makosi na Wycliffe Okumu watakusaidia kufungua wa roho. Usizikwe nayo, usizikwe nayo, bila shaka, kwa sababu tuko hapa kuhakikisha kwa oh, yes, kwamba unafungua roho na unazungumza.